Kuna wakati TAKUKURU mlieleza wazi wazi kwamba kuna baadhi ya ahadi za baadhi ya wagombea zipo kwenye mrengo wa rushwa. Sasa, je, mwananchi anawezaje kujua hii ni ahadi yenye mrengo wa rushwa? Labda nieleze jambo moja, duniani kote, katika nchi ambazo zinafata mfumo wa demokrasia kupata viongozi wa nchi ambavyo unajikuta kwamba vinaingia katika mchakato kama tuopo sahivi wa kampeni mm. wagombea wote wanapopanda katika jukwaa, anatoa ahadi ni kwa namna gani ataleta ustawi kwa wananchi wake. Kwa sababu ukirudi katika sheria kama sheria ya kuzuia rushwa, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, nasema kwamba hata mtu akikuahidi hongo mm. na kiahidi kuipokea ni kosa. Lakini hizi ahadi ambazo zinatolewa katika majukwaa ni rushwa si rushwa kwa sababu gani kama unavyosema kwamba ibara ya nane ibara ya ndogo ya kwanza b inasema kwamba lengo kuu la serikali ni ustawi wananchi na ndio lengo kuu la serikali zote duniani ustawi kwa, kwa wananchi kwa kwa zile nchi ambazo zinafuata mfumo wa demokrasia tunapokuja kunadi sera kila mtu lazima aseme kwamba yeye akipewa ridhaa ya wananchi kuongoza atafanya nini kuwaletea ustawi wananchi wale wa kisiasa kiuchumi na kijamii lazima eleze na ndio maana hakuna duniani kote. huyu jambo anaipenda sana kurejea mara kadhaa kwamba hakuna mgombea ambaye atakapopanda katika jukwaa atasema kwamba mkinipa ridhaa ya kuongoza nchi hii mm, kama ni Tanzania sasa, mimi nita, nitafumua barabara zote za lami zibaki vumbi, nitenda ntavunja hospitali zote tulizozijenga tutakuwa natibiwa chini ya nyembe. Hakuna sababu, ukifanya hivyo maanake unarudisha watu nyuma. Kwa ahadi za wagombea wakiwa katika majukwaa ni kwa namna gani watatetea ustawi wa wananchi, kwa ataambia mimi nadhani labda kodi katika jambo hili zimekuwa, zimekuwa juu sana, sisi tutapunguza kodi katika, katika eneo hilo, labda kama ni katika mbolea, ili muweze kupata mbolea kwa bei nafuu muweze kufanya nini shughuli za kilimo ipasavyo. Kwa hilo ndio lengo kuu la wagombea wote wakipanda majukwaani, kuonyesha ni kwa namna gani wao watafikisha au watawaletea ustawi wa wananchi. Kwa hiyo zile hadi ambazo, au wanachotezea wagombea wakiwa katika majukwaa sio ahadi yenye rushwa. Sasa ni ahadi gani ambayo ina mlengo, ina mlengo wa rushwa? Ni pale ambapo nakwambia nichague mm, nitakuajiri, tofauti na mgombea ambaye anasema mkitupa ridhaa ya kuongoza Tuta, tutaboresha mazingira katika, katika ya kuweza kuwa na, na viwanda vingi sana ambavyo vitatengeneza ajira kwa watu wetu, tutatengeneza mazingira ambayo tutakuwa na kilimo bora zaidi. Ahadi hiyo, tofauti nikuambia kwamba nichague nitakuajiri, nichague nitakupa trekta, kwa ahadi zote ambazo ziko katika mlengo huo, kwamba mtu anakwambia nichague nitakufanya hiki, nichague, yaani moja kwa moja hiyo inakuwa ni, ni, ni, ni ahadi yenye mlengo warusha ni tofauti, kisa kwamba mkitupa ridhaa kutuongoza, mm. tutapunguza kodi ya, ya vifaa vinavyoingia vinahusiana na uvuvi, ili kufana kwamba mtu aweze kumudu kununua vifaa vya uvuvi naweze kufanya shughuli zake za uvivu, uvuvi kwa gharama nafuu. Hiyo ndo tofauti ya hadi hizo mbili, mm -hmm. kwa mwananchi aone hilo kwamba yule ambaye anakwambia nichague chague nitakuajiri anakwambia: chukua shati hili afu nipige kura, huyu anakutaka wewe anakupa rushwa au anakuahidi mm -hmm. kwamba atakupa rushwa kwa njia hiyo. Mm-hmm. Naam. Haya.